Lastborn, ndugu yangu vipi? Fresh, umemwona the most valuable player kwenye ligi yetu an yaani, ni mpuuzi tu peke yake ambaye atakwambia Pacome sio MVP kwenye ligi hii. Mm. Kila kitu ameonyesha. Leo kuna nyakati alikuwa anamchukua mtu wa kwanza mpaka golini afu anaamua asifunge. Man of the match ya leo ni ya saba. Nitafutie mchezaji yoyote kwenye ligi hii. Ameshatushinda NBC mpaka sasa hivi, wakiona Pacome yuko uwanjani, hawatamani atakuja na tuzo zao uwanjani. Maana wanajua zitaibiwa. Umemwona birthday boy? Wana. Klatus Chota Chama. Class is permanent, form is temporary. Muimbe mwimbe unafut... na huyu ni Klatus Chota Chama ambaye anatafuta mkataba, ogopa sana, hatari. Eh, sasa msimu unaokuja hapa, Chama hapa, Pakom kazi ipo na kuna Maxi, kazi ipo, kuna Maxi mpia, Nzengeri kuna Clement Francis Mzize na wengine tunaoendelea kuwaongezea. umemwona Israel Mwenda? Kwangu mimi Israel Mwenda ndo best sign kwenye dirisha hili dogo kila kitu fullback wa mpira anapaswa kufanya. Anafunga kwa kichwa, anazuia kwa miguu yote, anashambulia kwa miguu yote, akifika kwenye box anakupa utulivu uliotulia. Leo mpaka Shedrack Boka alikuwa wa moto kwelikweli. Sasa we mwenyewe, wanasemaga mwenzio wakenyolewa zako tia maji. Dodoma tu mechi yao huko na Singida ilipoisha zao washatia maji, na ujue kutofautisha levels. Kuna tano za Yanga na kuna tano za watu wengine. Tano za watu wengine, wengine? wengine? wengine? wengine? wengine? wengine umeziona. Tano za watu wengine watu wanakuja uwanjani baada, bado dakika kumi na tisa mechi ianze. Tanzania Prisons wamekaa wiki karibu nane kujiandaa na mchezo huu wa Yanga, wamefungwa tano. Alafu kuna Ken Gold walikuwa wako disparity. Mwingine katokea kwa bibi wake, mwingine katokea kwa shangazi yake. Bado dakika kumi na tisa ndo wameleta timu uwanjani. Sasa hizo utasema tano za uhalali au tano za, za ujinga ujinga. Wewe tano za Yanga tumeziona hapa. Tumeziona. Mipango tunaiona mbele mpaka kwa mshambuliaji wa mwisho. Sasa kuna watu wameshinda tano za Ndondokela. Yaani wewe timu inafungwa tano Morrison anacheka. Timu ina, kwanza Goalkeeper yule Ken Gold wamemtoa wapi? Tumemsajili. Ushakutana naye Magomeni anauza sambusa yule. Wao wameokota okota tu wachezaji sio wamekuja kucheza na Simba. Na ingekuwa ni Yanga scenario wanaoipitia Ken Gold tunacheza nao. Kulikuwa kuna kumi. Kumi plus ya kumi. Sasa Pakome huyo Prison iliyojiandaa mwezi mzima akikutana na wachezaji kina Morrison ambao walikuwa wako kitamba cheupe wiki nzima, wameambiwa bwana, tutawapa hii hela ya viingilio. Bana, tukimbieni kwenye mechi wanakuja kwenye mechi, alafu nasema ligi ya tano kwa ubora barani Afrika. Tukisema watu waondoke pale TFF na bodi ya ligi, mnasema Yanga tunanongwa timu kwenye ligi ya tano kwa ubora barani Afrika, bado dakika 19 inaleta timu kwa hiyo tano za huko ni batili. Tano za Yanga ni za juu, tano za yani, tano za leo za kwetu za mkono wa kulia za Simba ni za mguu wa kushoto bwana, mm. Nimeona mwalimu amefanya rotation kwenye kikosi chake leo, pengine hii ni message kwa uh, timu ambazo mmebakiza kucheza nazo. Uh, Lastborn, sio message hii, ndio Yanga Afrika, mpinzani yeyote yeah, atafungwa goli tunazohitaji. Kama wanajiamini walete timu tarehe 25 kama wanajiamini walete timu tarehe 25. Kama wanajiamini shabiki wamesema wacheze. Sasa wewe, tangulini umemwona Kisugu anacheza? Tangulini umemwona kmzwanda anacheza au ni vigagula vidogo vidogo vya modewi au ni vigagula vidogo vidogo vya modewiji? Mangungu washasema mechi ipo nani sasa mwenye pawa kubwa kuliko Simba? Mashabiki hawana heshima. Yanga mashabiki ndio tuna heshima, tunalipa ada zetu, kuna kadi za wanachama. Kwa hiyo Simba shabiki hana haki, ndio no. Maana unaona muda wowote anapelekwa ndani kina Dokta Mo wale wanapigwa, na kuna wengine mpaka washafukuzwa hapa katikati wanachama. Kwa hiyo akishaamua Mangungu ujue jambo hilo ni la mwisho kwenye klabu. Si umeona watu wameenda wa mpaka Ikulu alafu wajawaposti. Angekuwa ameenda ndugu yao wa upande ule watajiri, angepostiwa hata kabla hajaondoka Ikulu, lakini Mangungu mpaka saizi hajapostiwa, nakuambia kina Kisugu. Sasa wenye msimamo wao walete timu wanjani, wameshinda tano, mechi inayokuja washinde tano, tano, tano, tano afu ya Yanga waje walete timu washinde tano, kama wanaweza, watupe mkono tushindane na, na uzuri Yanga hatujaikuwa na nidhamu ya uoga. Wasipokuja Benjamini Amna kumsubiri refa apulize filimbi tunachukua alama tatu. Tunamwambia dereva wetu, tunamwambia manager Walter Arson, washa gari tunajua walipo tunaenda paka Bunju. Paka Bunju. Yaani wasipokuja tarehe 10 25. Tarehe 25 wasipokuja. Manager Walter Arson hakuna kuchukua pointi za bure. Washa gari peleka wachezaji Bunju kikapigwe. Kikapigwe. Si tulienda Bunju bila bila wachezaji na basi. Eh. This time tunaenda na wachezaji na kinaenda kupigwa. Na kinaenda kupigwa. Na kinaenda kupigwa. na tunataka ku Na kinaenda kupigwa. Asante sana. Sugar.